Uh, kufanya kama neno linavyosema, ashas mtatusaidia bahasha, na usijali hata kama utalipa na pebil, utakuja kwa madhabahu, kwa sababu uh, hii ni demonstration Sunday, yenye tunakuja kwa madhabahu ku connect, kujiunga na madhabahu kwa imani ni kwa sababu ya vile Mungu ametuahidi mwezi huu wa kusukuma injili na shilingi tunapoiba wibo arobaini na tisa, deni yangu ya dhambi. Uh, tutalete hizo zaka matoleo, usijali kwanza, ile tuliambiwa love offering. That one tutafanya baada ya haya matoleo, lakini kwa wakati huu tunalete fungu la kumi tunalete our offering ile, ile offering ya kawaida tukiiba wibo huo wa 49 dhambi yangu, deni yangu ya dhambi Yesu alilipa. Na ukilete fungu la kumi ukitaweka tu hapo, lakini ukuja hapa kwa madhabahu ili tupokee baraka kutoka kwa madhabahu. Tusimame hymn number 49.

Mimi kama mchungaji wenu nataka kunena baraka hasa wakati na siku hii ya Tithe Demonstration Sunday, lakini niwakumbushe mambo matatu kama vile tumefunzwa na neno la Mungu. Kutoa fungu la kumi, hakuna kitu tumempee Mungu, tumelipa deni, na kweli deni tumelipa, na deni kubwa ililipikia msalabani mambo manne inafanyika tukitoa fungu la kumi laana imeondoka, na ninatangaza may the curse be removed from your shoulders. Ni nigai namba two, kuna milango na madirisha ya binguni there are widows and doors za binguni zinafunguka. Ninatangaza Mungu awafungulie milango, Mungu awafungulie madirisha ya baraka katika maisha yenu. Namba three, hakuna mzabibu yenu itawahi kauka kabra mukure mazao. Mzabibu yenu iwe watoto iwe biashara, nimetangaza itasimama wima. Na ya nne, Mungu ameahidi ya kwamba viharibifu vyote, all the devourers will be rebuked. I pray kila waharibifu waha, waweze kuangamizwa na nguvu za Mungu. Na sasa pokeeni baraka. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Hawa ni watumishi wako. Wamekuwa wakikuja kwa haya madhabahu. Na haya madhabahu yamewahi kudumu kwa sababu ya upendo na kujitolea kwa hawa. Leo hii ninawaunganisha na haya madhabahu nikiwaombea hata vile wamekuja kwa imani, wengine wamelipa na simu, wengine wamekuja cash, lakini kwanza kabisa wamejitoa roho zao zao na nafsi zao. Diposa wamepiga magoti wakinyenyekea hata mbele yako. Mimi kama mtumishi natangaza baraka, nawaombea fungu la tisaini waliobakisha, may they invest and harvest a hundredfold. Na ubariki uzao wao, ubariki biashara zao. Ubarizi, ubariki kazi zao. Nimewabarikisha mikononi mwako katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amina. Tuendelee na maombi. Tunakushukuru wewe Mwenyezi Mungu uishie milele, kwa sababu ya ukarimu wako usio na kipimo. Umetukirimia baraka tele katika maisha yetu. Na kwa hivyo umetubariki na mali na ukatubariki na kila, kila kitu. Kwa hivyo kutoka katika zile baraka ambazo umetupatia, tumeleta haya matoleo ambayo ni ya mapenzi, tukiyaleta mbele zako tukiomba kwamba wewe uweze kuyabariki, uzitakase hizi ambazo zimetolewa na watoto wako, nao pia uwakumbuke kila mmoja wao. Kuna wale ambao wamewasilisha maombi, wakitaka kupanuliwa kwa biashara zao, wakitaka kuongezewa mamlaka katika kazi zao. Haya yote unayajua, na kwa hivyo tunaomba uyatimize kulingana na mapenzi yako, katika, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mpatanishi wetu. So much. Tunashukuru Mungu uh, we have managed time well. Na it was a quality service. Mkienda kazini mwende na Mungu, na Mungu abariki na apanulie mipaka kama vile alifanya mahari ya Jabezu. Amen. Amen. Basi tukipewa wibo wa kutoka uh, kama ungependa kutoa zaka ya hiari kwa sababu ya retirement ya canon atakuja tu Sunday kama ulikuwa hujajitayarisha, usijari hata siku hiyo tunaweza peana nafasi, lakini hiyo sio uh, ile inafanya akuje. Anakuja uh, tu kutuaga na kutuambia kwa heri. Amekuwa uh, chidikon wetu na tunashukuru Mungu sana. Ikiwezekana uh, uh, utapata bahasha ukuje nayo Sunday kama utaweza kurudisha, lakini hapo uindicate gift to Canon John Mutonga. You just indicate. Basi pokeeni baraka ni kwa sababu ni zenu. Na sasa amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwarinde nia katika hali ya kumjua na kumtumikia Mwenyezi Mungu, nazo baraka za Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ziwe juu ya kila mmoja wenu, ziandamane nanyi sasa mkienda, wengine mnaenda kazini, wengine kuna shughuli baribari, na wale ambao mtabaki hata katika ibada zijazo Hizo baraka ziandamane na familia zenu, ziwe na kila mmoja wenu kutoka sasa na hata milele. Tunaomba uwepo wako wende nasi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie kama huwe mengi nasi